Na itakuwa katika siku ile yes, asema Bwana wa majeshi, ndio nitaivunja nira yake itoke shingoni mwako, itoke shingoni mwako, nami nitavipasua mm, vifungo vyako, vifungo vyako wala wageni, wala wageni, hawatawatumikisha tena amen, amina. Kwa hiyo vifungo vikiondolewa, ndio Hautakuwa mtumwa, amina. Hautatumikishwa, amina. Hautateseka, amina. Je, ni kitu gani kilichofungwa kwenye maisha yako leo? Tusome Galatia tano mstari wa kwanza. Katika ungwana huo Kristo alituandika ali huru, kwa hiyo simameni, simameni wala msinaswe tena, hey, chini ya kongwa la utumwa wala msinaswe tena, amina, chini ya kongwa la utumwa. Amina, leo ninatangaza, leo hautanaswa tena kwa jina la Yesu, katika kongwa la utumwa. Usiku wa leo hautashikiliwa tena, usiku wa leo, na kongwa la utumwa wa aina yoyote linapasuka, haijalishi ni utumwa wa kiroho, linavunjika, haijalishi ni utumwa wa kimwili. Kongwa linaenda kukuachilia kwa jina la Yesu, hautanaswa tena. Hilo kongwa kwa jina la Yesu Kristo linapasuka.